Habari wapendwa watazamaji, asante kwa kuendelea kufuatilia chaneli hii. Kama hii ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe ili usipitwe na vipindi vijavyo. Sasa hivi unajifunza namna ya kutumia mouse na kuzijua. Kwanza kabisa, mouse zipo za aina mbili. Kuna moja ni ya waya, ya pili ni wireless. Ya waya ni kama hii, inatumia waya. Mouse ni hapa, kuna sehemu tatu. Kuna right click ambacho kinakaa kidole cha kati, left click ambacho kinakaa kidole cha shahada, na button ya kulia na ya kushoto na sensa hii yenyewe haionekani, kama hivyo unaona mwanga wake, lakini kazi yake ni kusense ukingo. Kwa mfano nikifika ukingoni, haiwezi katembea mouse, unaona? Yani inakuambia, kwa mfano kama umefika hapa, nikinyanyua, haiwezi aiwezia, nikirudisha chini, ndio kazi ya sensa. Tutaanza na kibonyezeo cha kushoto. Kibonyezeo cha kushoto kinatumika kuchagua vitu, kufungulia programu. Mfano, nikibonyeza mara moja, nitakuwa nimechagua, nadhani hapo. Unaona kama hii kuna, kuna sehemu imehighlightiwa this PC. Nikibonyeza mara mbili, imefungua. Kwa hiyo batani ya kushoto kazi yake ni kufungua na kuchagua vitu au kuruhusu. Kama mara moja ni kuchagua, mara mbili ni kufungua. Tuje batani ya kulia. Batani ya kulia inakaa kidole hichi hapa cha kati. Batani ya kulia kutoa menu rahisi au machaguzi menu rahisi au machaguzi. Mfano PC nikabonyeza batani ya kulia, maona ma, kuna pin quick access, kuna management, kuna pin na kuna vitu vingi hapa, ambazo hizi ndo menu rahisi. Tukija namba tatu, kigurudumu cha kusongesha Win, scroll, win. Ko hii kazi yake ni kupandisha na kushusha taarifa, mfano mm -hmm. Kupandisha mm -hmm. na pia kushusha. mm -hmm. mm -hmm. Hii ndio kazi ya mouse. Leo tumejifunza namna ya matumizi ya mouse na aina zake. Kwa leo tumeishia hapo, tukutane katika